Nimerudi nyumbani, Marichui mtoto wangu ameniandalia keki hapa, happy birthday daddy. Saizi ana ujumbe, anataka kunambia. Nambie mwanangu, toa sauti tafadhali, tuzumu, tusogee karibu. Marafiki wa faida wewe wengi gari. Mm. Mungu aniongezee magari unajua anapenda magari bwana. Unijuaje? Eh eh. Mm. Jamani mm. mm. mm. <laughs> zaeni mwanangu era asule katoka kata kununulia keki. Nami nikulishe. Nami nikulishe mwanangu. Asante kwa kukaa na mimi. Asante kwa kunipenda muda wote. Mimi ni kiloba chako, Mungu amekupa. Ndio utakaa hapo, ngoja nimalize. Mimi ndio kiloba chako, Mungu amekupa, anazidi kuniongezea umri mrefu, uje unitunze mwanangu, usije kunikimbia, uje unitunze. Ukienda Ulaya siku unaambia, dadi njoo Ulaya, japo Ulaya nishafika. Eh, mimi nimekusafirisha Dubai na wewe unisafirishe nchi za Ulaya. Sema hala. Sasa zamu watu wanataka kujua nimeoa nani leo eh? Nami huyu mke ninamlisha hataki kuonekana. Jamani, mke ndo alirekodi, namlisha kula, sauti yake isisikike. Mke nilooa ndo amekula keki. Kata tena kidogo, wataone wajue umekata huyo eh, mke loa kakata keki. Asante sana mke wangu, nyumba unaiona hii, acha uoga <laughs>